Karibu sana kwenye sehemu ya tatu ya simulizi yetu ya kusisimua Last Mission. Mambo yanazidi kuchacha, hatari na karibia na ukweli unaanza kujitokeza, lakini je, Saidi ataweza kuvuka salama? Usikose sekunde hata moja ya sehemu hii yenye mafumbo, msisimko na hatua kali. Tuanze sasa, sehemu ya tatu. Amina alisema huku akitoa kifaa kidogo mfukoni mwake, ilikuwa kama remote control. Alikibonyeza na mara ghafla ukuta mmoja wa maghala ya karibu ukafunguka kimya kimya, ukifichua mlango wa siri. twendeni haraka! Tuliingia ndani na mlango ukafungwa nyuma yetu kwa mlio wa chuma kinachoziba. Ndani kulikuwa na maabara ya kisasa iliyofichwa: vifaa vya uchambuzi wa data, betri za nguvu za kujitegemea na paneli za kompyuta zilizopangiliwa vizuri. hapa ndipo tunaweza kuunganisha chipu yako salama, Amina alisema akionyesha kitufe kimoja cha meza ya maabara. Nilimkabidhi kile kifaa naye akaanza kuunganisha kwa ustadi wa hali ya juu. Skrini kubwa iliwaka ikianza kupokea data. Macho yangu yalikazia kuona picha za mikutano ya siri kati ya viongozi wa kimataifa, mikataba ya kuuza ardhi na rasilimali kwa makampuni ya kivuli na orodha ya majina yenye alama ya tai mweusi. Hiyo alama ilikuwa si ya kawaida, ilikuwa ni ishara ya kundi lililo katika giza, kundi la wale waliokuwa wakiongoza dunia bila kujulikana. Tazama hii, Amina alisema kwa mshangao, akibonyeza picha moja iliyomwonyesha baba yangu akiwa kwenye mkutano wa siri na watu waliovaa suti nyeusi. huyu hapa ni baba yako, Said, alikuwa mmoja wao. Nilihisi damu ikinikimbia mwilini. Haiwezekani, baba yangu hakuwa sehemu ya huu upuuzi. Alikuwa mpelelezi wa ndani, alijitosa ndani ya kundi lao ili akusanye ushahidi. Na sasa wewe, mwanaye, ndiyo urithi wake. Nilitaka kuuliza zaidi lakini kabla sijatamka, kelele za mlipuko zikasikika nje ya ghala hilo. Kulikuwa na kishindo cha kutisha kama kombora lililodondoshwa kwa makusudi ili kutufuta. Wanajua tupo hapa, nilisema kwa hofu. Amina akapiga taratibu kwenye paneli, na sakafu ya ghala likaanza kushuka chini kwa lifti ya siri, kutupeleka kwenye handaki. Hii ni njia pekee ya kutoroka kwa sasa, lakini kumbuka, kila data tunayopakua inaongeza thamani ya maisha yako au hatari yake alisema, huku akiangalia saa yake ya mkononi iliyojaa vipimo vya hali ya mazingira ya nje. Lifti ilitushusha hadi kwenye korido ndefu yenye taa hafifu. Niliweza kusikia sauti ya jenereta likivuma mbali kidogo. Hatimaye tulifika kwenye chumba kingine chenye ramani kubwa ya jiji lote na alama nyekundu zilizoashiria maeneo ya kamera za siri, minara ya mawasiliano na maeneo yaliyothibitiwa na kundi la Tai Mweusi. Kama tukitaka kuwa mbele yao, tunahitaji kuivuruga minara yao ya mawasiliano. hapa Amina alisema akionyesha eneo lililoitwa Zone K7. Lakini kabla hatujapanga hatua, mlango wa chumba hicho ukagongwa kwa nguvu. Tuliangaliana, tulijua hiyo ilikuwa si salama. "Amina," sauti nzito ilisikika nje. Tuna muda wa sekunde 20, kabla hatujavunja mlango huu. Ni wao. Amina aliongea kwa haraka, lazima tuondoke sasa hivi. Kuna njia ya kutokea chini ya jiji, sijawahi kuitumia lakini ni hatari ndogo kuliko kubaki hapa. Nikakubali bila kusita. Tulipofungua mlango mdogo wa chini, joto la moshi kutoka juu lilianza kuingia kwenye chumba na kelele za silaha za kisasa zikaanza kusikika. Tulijirusha kwenye bomba kubwa lililotupeleka moja kwa moja hadi kwenye shimo la maji taka ya zamani. Safari mpya ya kutoroka ikaanza, lakini sasa ilikuwa ni vita. Asanteni sana kwa kuwa nami katika sehemu ya tatu ya simulizi letu moto kabisa Last Mission. Bila ninyi hii safari haingekuwa na ladha yoyote. Kama umefurahia sehemu hii, basi usisahau kuacha like, kushea kwa wengine na kutuandikia maoni yako hapo chini. Tuambie ni kipi kimekugusa zaidi kwenye sehemu hii na unadhani nini kitaendelea kwenye sehemu ya nne. Tukutane tena kwenye sehemu ijayo, ambapo mambo yanazidi kuwa hatari ya kushtua na ya kuvunja mbavu. Asanteni sana.